Mimi nahitaji maana ya kiongozi eh, au ufunguo, alafu fanya vizuri kiongozi tunaanza na ki kiongozi, maana yake kila ilopi ina maana yake. Kiongozi, unapokuwa kiongozi, kubali ushauri au kushauriwa, ka kubali ushauri au kushauriwa, au kushauriwa. Ai, ielewe tabia ya watu unae watawala kama unakuwa ni mtendaji wa mnyambe, inabidi uelewe watu wa mnyambe wana tabia gani. Watu wa mnyambe kuna akina ninguyeje, unatujua tabia yetu watu mnyambe? Watu wa mnyambe usiwe tu ni mtendaji wa mnyambe, unatujua tabia zetu akina nguyeje akina Ngwenya, unatujua tabia yetu. <Singer> ai ielewe tabia ya watu unao watawala. oh. onyesha mfano kwa vitendo. Onyesha leo tukajitolee ni kwenye mabarabara, we kama ni diwani, inabidi na we ushike jembe. Onyesha mfano kwa babaishaji. Eni, nena kauli thabiti. Nena kauli thabiti unapokuwa kiongozi. Mimi nataka ni niombe ubunge, mkinichagua ubunge nitafanya hili na hili na tukikuchagua ubunge utekeleze. Hatutaki ubabaisha, hatutaki ujinga, hatutaki ujinga, ujinga. E, ninena kauli thabiti ji gawa madaraka kwa watu una watawala, isiwe ni kila kitu wewe, gawa madaraka huyu, kamati ya pesa huyu, kama nikia chini nangu, hatutaki ah. ujinga <laughs> <laughs> Inakuja nini? Oh. Oh. oi hapa, tofauti na oi hapa, oi hapa nimesemaje? oi onyesha, oh onyesha mfano kwa vitendo. oi hapa, ondoa uonevu, usiwe na upendeleo. hayu nampenda, hayu nikam, hatutaki -ha. <laughs> hatutaki hilo <laughs> uh -huh. zaidi Zuia migogoro. Migogoro kwa watu unao watawala, kama kuna ni jambo hayo upatana nayo, mpeleke ni polisi. A a, jamani, patan nidiundu, mpeleke ni polisi. Zuia migogoro ai inua maisha ya watu unayewatawala. Kwa mfano ule m, kulikuwa na mwaka rahisi, kulikuwa na mwaka nne, mbazi zilikuwa kilo moja ya shilingi hamsini, toka nimpelekea majukumu rahisi, jamani, tutafutie ni soko za mbazi, akatuponda akasema ni mbazi si mboga <laughs>